Mbali na hayo, kikao cha faragha kati ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kimezua hisia mseto kuhusu mstakabali wa ushirikiano uliopendekezwa kati ya Raila na rais William Ruto. Wananchi wametoa maoni yao kuhusu mkutano huo huku baadhi wakimtaka Odinga kufanya maamuzi yake kwa kina, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Felix Wanjana Nulembe. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amekuwa akifanya mashauriano tangu aliporejea nchini baada ya matokeo ya uchaguzi wa AUC. Mazungumzo haya yamejumuisha si tu wafuasi wake bali pia viongozi wengine wa upinzani, mara nyingi katika mikutano ya faragha siku chache zilizopita Picha zilizosambaa mitandaoni zilionyesha gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro pamoja na David Murathe, mshirika wa karibu wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakiwa katika kikao na Raila Odinga. Watatu hawa walionekana wakijadili maswala kwa kina. Baba, maz, karibu sana. Tofauti na mkutano wake wa awali na rais William Ruto ambao ulifanyika wazi kwa umma huku waliohudhuria na ajenda ya kikao ikijulikana There is every reason for us to accelerate the momentum for the delivery of the things that will transform our nation. I'm I'm going going to to meet with my uh, friends, my friends, supporters, and I'm going to consult widely. Wachambuzi wa siasa wanapendekeza kwamba mkutano kati ya Odinga na rais mstaafu Uhuru Kenyatta huenda una maana mbili. Wanadai kuwa huenda Kenyatta anamtaka Odinga amhusishe katika makubaliano yoyote na rais Ruto, au anampa ushauri asikubali mpango wowote na serikali na badala yake abaki kwenye upinzani. Wananchi kutoka sehemu mbalimbali za taifa wamekuwa wakitoa maoni yao kuhusu mkutano huo wa faragha kati ya Odinga na Kenyatta. Ukiangalia like, former president Uhuru Kenyatta ni mtu ambaye hajakuwa akionekana onekana kwenye umati lakini unapochunguza kwamba ni masuala ambayo yanarejea tu kisiasa, na nataka nisemea kwamba they better tell the citizens of this country the right thing because we cannot sit relax, na tunaona mambo mengine hayatendeki. Raila Odinga ni mtu ambaye amekuwa akionekana akitetea sana taifa hili, lakini kwa mara mingi tumeona pia yeye ni mtu ambaye anachangia tena misukosuko. si anatetea vijana? vijana tunaposaidia yeye saidi, anatutoka anaenda kivyake Tulisaidia yeye kupeusu serikali, tukamwambia akae kando, sisi tukasukuma serikali tena, yeye akakuja nyuma, akaleta mawaziri kitu yenye mimi naweza sema, wangetafuta msaada vile wanaweza tusaidia, kama present watusaidie sisi kama Waluya, kama Kenya mzima, watoe hizi maneno ya kukombana ya kusema nini, waiungane pamoja na watusaidie vile walisema. Wanadai kuwa Odinga kiamua kubaki upinzani, anaweza kuchagua kugombea urais mwaka elfu mbili na ishirini na saba au kumpendekeza mgombea mwingine kwenye chama chake cha ODM. Pia ana chaguo la kubuni muungano na vyama vingine vya upinzani. This is the time he should sit down, relax, see where to position himself come 2027. Kama ni kuunga mtu au unge mtu na huyo mtu achukue pale aongoze. He is becoming an old man in this country, na ni mtu ambaye tunasema ni baba wa taifa. Sasa angalie tu kijana mwenye ataweka pale pembeni aongoze taifa. Katika mkutano yake ya mashauriano eneo la pwani Odinga ameonekana kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya sera mbalimbali za serikali. Pia amesema yuko tayari kufanya mazungumzo na yeyote, wakiwemo wanachama wa muungano wa Azimio la Umoja, kabla ya kutoa tamko lake la mwisho kuhusu siasa za humo nchini. A, wakanipatia mimi kibali ili niweze kuzungumza na watu wengine e, siyo tu upande ile ingine ya serikali, hata wenzetu wengine ambao wako kwenye upinzani kama Azimio. Kwa hivyo mimi nimefurahi na yale ambayo wameamua. Tumempa uwezo baba aendelee atuwakilishe, na tunajua atatuwakilisha vyema. Nikiripoti ya mtazamo wa dira runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.